Atukushike uh, bien. Sema yeah, nguvu. Mie ni Patrick. Sema nguvu di. Mie ni Patrick. Patrick e nani? Patrick Kizanga. E ah. Uh -huh. Ni uh -huh, mtoto wa mkubwa wangu. Ni mtoto wa nani? Wa mkubwa wangu. Mkubwa wako kani? Jean-cy. Uh ah, -huh, utafika uh -huh, kulala naye, mimi si kulala naye. Utafuta kulala naye, mimi ulale naye. Mm -hmm. Ninjoba likubamba. Njiuba ni mngoevu wa mwingine. Binashindakana kulala naye.

kutokana na jinsi utakavyosikia habari kumfikia huyo mchezaji wa komedi Djassa Djassa na pia tutaiona na kusikiliza hata kukopasha habari hali ya Nyabiondo katika Kivu ya kaskazini pia na Rubaya hata kumalizia uko Nyabibwe ambako hali ya usalama inazidi kusikika huko kuzorota ngambo ya M23. Kile ambacho uliweza kuona hapo kwenye video ni kiingilio tu cha kituo cha habari Reality Mambo TV ambacho niliweza kuanzisha siku ya leo. Basi ninakusalimu baada ya kwanza ya mtasiri wa habari tofauti kabisa na jinsi anavyoweza kuanza, lakini ni hivyo tu matumeanga kwamba uko vema kabisa, ambao unakuwa natufata na kutuendeleza kabisa katika kipindi chochote kile ambacho ninakuambia, pasha wengine habari na basi, na kutufanyia hicho kitu ni kitu kikubwa sana. Na hivyo ninakujia baada ya huo mtasari wa habari, nikikwambia kwamba tunapatikana katika mashariki mwake DRC, huko Kivu ya Kusini. Ninakuomba tu upate kusubscribe kama wewe haujajiunga kwenye kituo cha habari, na hivyo tu kubonyeza alama ya kengele ili uwe napata habari zetu zote. Na basi tusonge mbele, ili tupate kukopasha habari katika muda huu, ili upate kufaidia. Leho Jumapili tariki 26 katika mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 na mara moja tuanzie tu huko Goma ambako kunaonekana hali ya wasiwasi wasi, ngambo ya mcheza komedi huyo jasajasa katika mji wa Goma, kivu ya kaskazini, kutumiwa habari na kuonyesha kiasi gani haijalishi M23 wa kingali huko wasi, watakapoondoka, haijalishi ni kwa risasi aho kwa mapatano, lakini ajua kwamba watakapoondoka, hajua pale ambapo atakapokwenda kuwafuata hata Rwanda. Jambo watoto ya dego, ninatuma ojio kwa Djassa Djassa, atusikii, aombe sana Mungu wake, bale banyerwanda yake batusi bandugu yake makaka yake barogo yake yatumbomwa na Kagami wasitokea Goma.

Leo na kesho tupike M23 atoke Goma, jasa jasa singi yake tena. A, as, as, as, as, asituake mukongo tu, Jubunya, Beni, Butembo, Kisangani, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa, tuko napata maimaje yake yote na mabitu nyeko. Naongea se M23 kitoka tu Goma na Bukavu, yende akajirefugie Uganda pua yake ile mameno nlemamenosa kanya isionake tena Kongo. Merci beaucoup. Nyabiondo, tarafani Masisi, katika Kivu ya Kaskazini, kunaonekana mtutu au hali ya usalama kutokuwa vizuri katika maeneo hayo, mapambano kati ya M23 na wazalendo yanaendelea, hali ya usalama kuzidi kusikika namna hiyo, hata pia Masisi huko maeneo ya Rubaya ingali tu katika Kivu ya Kaskazini, baada ya mapambano hapo Ijumaa tariki 24 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Baada ya mapambano hayo makubwa, wazalendo wanaonekana kuchukua maeneo hayo, hata hali ya usalama kuwa yenye kutulizwa na hao wazalendo. Na tugusie pia hata huko Nyabibwe, maeneo yanayosifika kwa uchimbaji madini, tarafani Kalehe, Kivu ya Kusini, kukasikika na kuonekana wahasi wa, wa M23 kuingia katika ambush ya wazalendo, na hivyo ngambo ya wahasi wa, wa M23 kuweza kupoteza watu wao kwa idadi kubwa. Haijalishi, haijajulikana ni idadi ya watu ngapi. Najua ya kwamba ulinifuata mwanzo hadi mwisho, lakini usikose kufika mwisho, kwa maana nitakuachia kitu fulani ambacho utakwenda kutizama ambacho labda kinaweza kushangaza, lakini wimbo huu utakaousikia wa wazalendo uuchunguze vizuri, na basi ninakushukuru kufika mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami nikiamini ya kwamba uko vema kabisa. Unaweza tu ukajiunga kwenye Channel, unaweza tu ukatumia watu wengine, yani hata kabisa kulike kuonyesha kama tuko pamoja na hata kucomment kuonyesha ya kwamba una maneno ndani ya moyo wako ulioweza tu kabisa kuyatoa wazi kuonyesha kwa kupitia maneno fulani ambayo unaweza ukaandika, basi usisite, niko tayari kufanyia kazi

shiriki kwa pendo tuna washukuru milele. Wazalendo, wazalendo watapoingia mujini kufukuza adui na mimi nataka